Hey, hey, hey, hey, hey. Karibuni wapenzi watazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi maalum vya mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Naitwa Pascal Mayala, karibuni mkutano mkuu maalum wa CCM Unaendelea katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center hapa jijini Dodoma. Sasa mkutano unafanyika ndani ya ukumbi wa mkutano, lakini zaidi ya ndani ya mkutano, kuna mambo makubwa mazuri yanafanyika nje ya mkutano. Mimi mtangazaji wako Pascal Mayala nitakuletea yale mambo makubwa mazuri yanayofanyika nje ya mkutano, kwa sababu mambo yale ya ndani ya mkutano yote yanaonyeshwa live mubashara kwenye TV mbalimbali mbali nchini karibu zote kama zote. Sasa kwa kuanzia, hapa ndio mbele ya ukumbi wenyewe wa mkutano. Mnaweza mkaona jinsi palivyo pazuri, pamependeza. Kazi na utu tunasonga mbele, mnaweza mkaona kazi na utu tunasonga mbele, kazi na utu tunasonga mbele, na kuna mambo mazuri hapa yamekuja. E, sistem imekuja na maroboti, maroboti kamambe kabisa ya kazi na utu tunasonga mbele. Unavyomwona huyo roboti yaani na maana kwamba Tanzania tuna fursa nzuri ya maendeleo tukiendeleza vijana wetu kufanya mambo makubwa kama haya. Sasa basi, katika siku hizi mbili za mkutano huu mkuu maalumu wa CCM kazi yangu mimi ni kuwatembeza maeneo mbalimbali nje ya mkutano na kuzungumza na wadau mbalimbali wa huu mkutano. Na mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi hiki cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Hapa niko mbele ya lango kuu la mkutano. Mnaweza mkaona mambo mazuri ya CCM yalivyo, angalia pale kitu gani kinaendelea. Mgeni rasmi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuingia muda wowote, atapokelewa na usasa kabisa kama mnavyoona maroboti, na kwa hapa kwa kweli ndani pamepamba moto, unaweza ukaona hapa nje palivyo na mambo ni mengi sana kwa kweli, na watu ni wengi. Tusubiri mgeni wetu rasmi aje, tutampokea na kila mkutano. Hizi baskeli nazionaga kila mkutano baskeli mpya. Hizi nazo ni mpya kabisa kama mnavyoziona, mpaka na makaratasi yake. E, kule nyuma mnaweza mkaona pikipiki kwa mbali. Ina maana sasa msafara meanza kuingia hapa ndani. Unaweza ukaona msafara kwa, kwa mbali kidogo unaingia. E, msafara umeanza kuingia, gari za msafara zimeanza kuingia. Unaweza ukaona ile gari iliyoandikwa CCM nayo inaingia, ambayo inakuaga na katibu mkuu wa CCM. Alafu yanaingia yale mapikipiki yale mapikipiki yakimsindikiza mama kwa kweli hii ni picha nzuri ya kupendeza, anaingia kwa kupendeza kwelikweli kweli. Na pikipiki piki za sisi ya, za kijani mmeweza mkaona, safi sana, safi kabisa huyo. Haya ni maandamano ya kumpokea, hayo ni maandamano ya kumpokea. Wapenzi watazamaji, mambo mazuri ya sisiem ayo, wapenzi watazamaji, CCM wanatisha. Haya ndiyo mambo ya CCM, haya ndiyo mambo ya nje ya mkutano. Kuna mambo mazuri sana hapa nje ya mkutano, endeleeni kushuhudia. Wapenzi watazamaji, tunaendelea kuongea na wadau mbalimbali katika mkutano huu mkuu maalumu wa CCM. Miongoni mwa wadau hawa tuna mheshimiwa hapa e, mheshimiwa Christopher Ole Sendeka, huyu ni mmoja wa viongozi mizizi ya Chama cha Mapinduzi kule kanda ya Kaskazini, alikuwa mbunge wa Simanjiro mpaka Simanjiro. sasa e, mheshimiwa sasa. Sasa. Ole Sendeka, hebu tueleze kidogo, kwanza habari za siasa. nzuri sana ni kwamba tumekuja Dodoma kwa mara nyingine pamoja na kwamba bunge si bunge bado tunaendelea na vikao vya bunge vya budget. Na tumekuja hapa kama wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi ambapo pamoja na mambo mengine mkutano huu uh, mkuu wa chama chetu utafanya mabadiliko kidogo katika katiba ya chama chetu, lakini katika kutoa pia kanuni mbalimbali kupitia mbali, kanuni za uchaguzi za chama chetu, pia marekebisho madogo, na hasa kanuni ya uteuzi wa wagombea katika vyombo vya dola kama ambavyo mkutano mkuu uliopita ulivyopitisha. Lakini pamoja na hayo, tutapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama chetu, ilani ambayo imetekelezwa kikamilifu chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni ilani ambayo e, e, itahitimisha ita, ita, muda wake katika mwaka wa fedha wa 20 20 na, na, na tano, 20 na sita, lakini huku tukipokea ilani mpya ya 2025, 2030 ambayo itapitishwa chini ya uongozi wa mwenyekiti wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakwenda kutoa ilani mpya ya uchaguzi kwa eh, itakayoambatana na kutolewa kwa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya miaka hii mitano iliyopita, ilani ambayo imefanya mambo makubwa sana katika eh, kwa wahudumia wa Tanzania katika maeneo ya huduma za jamii, sekta mbalimbali zimeguswa na ilani hii ya uchaguzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kila raia wa nchi hii ameguswa, na hakika katika sekta ya afya mambo makubwa sana yamefanyika. Katika sekta ya elimu mambo makubwa sana yamefanyika. Katika sekta ya mifugo majosho, mabwawa na, na, na, na, na, na maeneo ya mifugo kutengwa amefanywa chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza ilani ya uchaguzi e, sekta ya maji ni dhahiri kabisa, vijiji karibu vingi vyote karibu vyote vya jimbo langu mimi kama Simanjiro vimeguswa. Kwa hiyo tunakwenda ku, ku, ku, kunadi ilani mpya ya uchaguzi, wakati ambapo ilani iliyopita tuna mambo makubwa ya kueleza. Tuna miradi mikubwa ya kitaifa ya kimkakati ambayo ipo kwa ajili ya kusimua uchumi kama vile reli ya kisasa kama vile bwawa la Mwalimu Nyerere kuzalisha megawatt zaidi ya 2000 itakazoingizwa kwenye gridi ya taifa na kuweza kutekeleza mpango huo wa kupeleka umeme vijijini na kwenye vitongoji. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba CCM inakwenda kuomba kura na kunadi ilani mpya ya uchaguzi wakati tukiwa tayari ni washindi, washindi, kwa sababu tumetekeleza ilani kwa viwango ambavyo vimekidhi matarajio ya watu. Unajua, mwananchi anapokwenda kupiga kura anakuwa na matarajio katika ngazi ya jamii kuna matarajio katika ngazi ya kitaifa, matarajio katika makundi ya jamii, matarajio katika ngazi yake binafsi. Hakuna uongozi wote duniani unaweza kukidhi matarajio ya mtu moja moja kwa kiwango cha mtu moja moja, lakini katika ngazi ya makundi ya jamii ilani hii imetekelezwa kwa kiwango ambacho hatuna mashaka kwamba makundi yote yameguswa. Makundi ya wafugaji yameguswa, wakulima wameguswa, wavuvi wameguswa, wafanyakazi wameguswa, wasomi wameguswa, eh, taasisi za elimu zimeguswa, eh, wananchi wameguswa kwa namna mbalimbali mbali. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa kabisa na mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea mwenza mheshimiwa Daktari Emmanuel John Nchimbi, mgombea urais wa Zanzibar mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, tukiwa kabisa na uhakika kwamba CCM inakwenda kushinda. Tunakwenda pia kwenye uchaguzi huu wakati ambapo bahati mbaya sana tunasikitika kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wakati ambapo washindani wa wetu wameparaganyika. Unajua, ukitaka kujua wakati ujao ni vizuri urejee wakati uliopo na wakati uliopita Eh, wapinzani bahati mbaya sana wanakwenda kwenye uchaguzi wakati wako vipande vipande. Leo tunaona Chauma huku, mara aliyekuwa Chauma alikuwa Chadema, leo yuko Chauma, mwingine yuko ACT, eh, anasubiri kwenda kesho, wengine wanakwenda Kafu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi wakati ambapo chama pekee kilichojipanga na ambacho wananchi wanakiamini ni Chama cha Mapinduzi. eh, jamani, aliyoyasema mzee ule Sendeka ni mambo makubwa ya msingi sana tunakwenda kwenye uchaguzi wa Oktoba. CCM inaingia kwenye uchaguzi ikiwa na cha kuonyesha iliyoyafanya kabisa, wakati inaenda kushindana na watu ambao hawana cha kuonyesha, bali wana ahadi. Lakini turudi nyuma na mbele, ndio wewe mzee Ole Sendeka katika wale wazee kidogo, ndio umri mkubwa na umekaa muda mrefu. Ndio, ndio, hauhisi kwamba ilikuwa inatakiwa labda CCM walee kidogo wapinzani, ili kutengeneza mshindani, mshindani kidogo, yani ili angalau hata wapinzani basi wao wanaweza wakashindana na sisiemu. Unashindana na mtu ambaye ana uwezo kabisa, unashinda ushindi wa mezani, watu wanaona kama mmejipendelea ama mmefanya bao la mkono. Hapana, unajua tume mwaka tisini na mbili halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi ilielekeza bunge la jamhuri kubadilisha katiba ili kuruhusu mfumo wa vyama vingi vya vya siasa vianzishwe. Na wakati ule e, baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 95 mmoja wa wahadhiri tunaoheshimu sana Profesa Rwekaza Mukandala katika kikao kilichofanyika mwaka 95 96, kufanya tathmini ya hali ya kisiasa nchini na kurejea uchaguzi wa mwaka 95 na 94, aliwahi kusema Watanzania walitarajiwa waweze kupata vyama mbadala, itikadi mbadala, ilani mbadala, vyama ambavyo vingeweza kuja kunadi sera, lakini kwa bahati mbaya walishuhudia wakati huo kwamba vimeanzishwa miradi bubu ya wanasiasa wachovu naomba ni koti alivyosema Profesa Mkandala mwaka 96 pale Kilimanjaro Hotel kwamba Watanzania badala ya kupata vyama mbadala vyenye sera mbadala, vilishuhudia vikianzishwa miradi bubu ya wanasiasa wachovu. Ni kwamba ni wachovu kwa fikra, kwa sababu kinachonadiwa pale ni sera, maono ya chama hicho kwamba mkitupa uchaguzi tunatarajia kufanya moja, mbili, tatu katika sekta hii na hii na hii. Watanzania hawakushuhudia hivyo. Lakini tunajifunza kutokana na mambo ya huko nyuma. Ni kweli kwamba Chama cha Mapinduzi kina jukumu la kulea vyama hivyo na kwa kweli tulifungua mikono, tuliwakaribisha. Lakini, kuwa tayari kwa CCM kwa tegemeana pia na utayari wa upinzani kujifunza kutoka CCM. Leo naweza nikakwambia, CCM ni chama kinachojifunza na kinachopeleka makada wake kwenye kila uchaguzi mkuu katika nchi mbalimbali katika bara la Afrika na kwingine duniani ili kuona ni mambo gani mapya tunaweza tukajifunza kutoka kwa wenzetu e. Leo naweza kusema tu, leo wapinzani wanajua kwamba umoja ni nguvu. Kila binadamu mwanasiasa anajua umoja ni nguvu. Kama wangeungana wakazungumza lugha moja wakapanga sera yao wakajiandaa, pengine hali yao ilivyo leo isingekuwa hivi ilivyo leo. Na, na wajifunze kutoka Kenya. Mwaka 92 wenzetu wa Kenya pia kama ilivyokuwa Tanzania waliingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, lakini walivyoanzisha vyama walianzisha vyama kwa misingi ya maeneo walikotoka au ma, ma, maeneo wanakotoka baadhi ya makabila makubwa. Utakumbuka wakati ule ilianzishwa Kenya eh, chama cha Ford, Ford Kenya kilichokuwa imeanzishwa na Jaramogi Oginga Odinga lakini wakati huo kile kilionekana kama vile chama kinachowakilisha jamii ya Waluo, lakini wakati huo huo jamii kubwa ya Wakikuyu na wakaanzisha kimoja kilikuwa kinaongozwa na Matiba kina na kingine kilichokuwa kinaongozwa na Mwai Kibaki, na baadaye wakamba nao hawakubaki nyuma, walianzisha chama chao kilichokuwa kinaitwa SDL kilichokuwa kinaongozwa na Charity Ngilu. Kwa hiyo hiki cha kikuyu nacho kilianzishwa Wakikuyu, Wakikuyu wa Nyeri wa, Wakikuyu wa, wa, wa, wa, sehemu moja hapa nitakumbuka, lakini kimoja ilikuwa cha Matiba kingine kilikuwa cha Mwai Kibaki. Walivyojaribu 92 na 97 walishindwa vibaya sana na chama cha KANU, walipoungana mwaka 2002 waliondoa KANU madarakani, madarakani kwa urahisi eh? kwa sababu waliungana. Sisi huku, tofauti yetu ni kwamba vyama vya huku havijapata nguvu tangu mwanzo, havijajipanga kwa sera, vilikuwa vinatafuta vina, vina umaarufu kwa kutumia matukio sasa unapo unapokuwa na chama ambacho kina nadi matukio haya, matukio yakikabiliwa ya ya vyema, yakashughulikiwa, hizo kero zikashughulikiwa zika, unakuta chama kinabaki sasa hakina sera. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo vyama vya upinzani vinapaswa kufanya ni kujipanga, kuwa na sera, kuwa na mfumo ambao unakifanya kile chama kiwa na sura ya chama cha kisiasa, na wanachama ndio wanakuwa na nguvu, na sio kiongozi wa juu ndio anakuwa na nguvu kuliko chama. Wakishatambua hilo wanaweza wakajipanga katika siku za usoni, pengine wanaweza wakashuhudia wakipata nguvu kidogo. Lakini kwa hali ilivyo leo, hawakujipanga, chaguzi ni kesho kutwa, hawana namna, hakuna miujiza inaweza kufanyika. Lakini kwa kazi ya mafanikio makubwa yaliyofanywa chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mungu amempa miaka hii minne akiwa na afya njema ya mwili na akili, lakini akiwa amejenga umoja miongoni mwa wanaCCM, akiwa amehakikisha kwamba wao wana kazi moja, kushughulikia maendeleo ya watu yaani kwa kazi hii tuliyofanya hakuna namna unaweza ukawafanya watanzania leo warudi na kuchagua chama ambacho hakijajipanga. Hakuna namna. E, cha kwanza wapenzi wa, wa, wa, wa tazamaji haswa mashabiki na wapenzi wa upinzani wa Ole Sendeka, utabarikiwa sana. Pia ni wana CCM wachache sample Ole Sendeka ambaye anasema kwa dhati ya moyo wake kwamba jamani, kinachofanya wapinzani mnashindwa, hamjasimama kwa umoja hamjaungana hamna nguvu. Unganeni, simameni, ndio mlikabili ili dude kubwa sisi, vinginevyo tutaendelea kupiga kelele, tunaonewa marabao la mkono kamesik. Sasa nina vitu vyangu viwili vikaribu tu, kimoja ni kidogo cha Arusha, ndio wewe ni mzee wa Arusha wa siku nyingi na umekasi mwanjiro muda mrefu mm. kuna wakati tukapumzika kidogo, naona umeruka. Haufikirie sasa kwamba imefika wakati huapishe vijana kidogo wewe sasa uingie kwenye wale wazee wakubwa kabisa uachie mora. Mm, sifa sifa moja ya chama cha mapinduzi ni, ni chama chenye sura ya jamii nzima kwa maana ya jinsia jinsi zote mbili, wanawake na wanaume, lakini chama ambacho kina, kina, kina viongozi wa rika mbalimbali. Hatuwezi kuwa na chama ambacho uongozi wake ni rika moja. Mba, ni kwamba ni kweli tuna utaratibu wa kupokezana vijiti sisi wa miaka sasa karibu inakwenda sitini na moja miaka sitini na moja hivi, tunahitajika kuwepo, wanaotuzidi kidogo wanahitajika wawepo, walioko chini yetu wanahitajika wawepo kwa wingi zaidi, ili tuweze kurithisha vijana kuchukua uongozi wa nchi kwa kutumia uzoefu ambao tumeupata kwa kipindi cha uongozi tuliobahatika kuwepo ndani ya uongozi wa chama na ndani ya uongozi wa serikali. Kwa hiyo, mpango ulioko kwa jimbo la Simanjiro ni kwamba Christopher Ole Sendeka atakuwa miongoni mwagombea ubunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watakaojitokeza e, kwa nia uchaguzi wa 25 kuelekea 30. Ni dhahiri nimepanga na wananchi wangu wanajua na wapiga kura wanajua kwamba nimeomba kugombea 2025 kwa maana ya kujiandaa 2030, e, vijana waweze kupatikana, kijana mmoja miongoni watakaoweza kujitokeza kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa maana ya uchaguzi ujao, Christopher Ole Sendeka ni miongoni mwa watu watakaojitokeza katika kipindi hicho. Wapenzi watazamaji, kwa vile tunaongea na Christopher Ole Sendeka kwenye kipindi changu, mimi nawaahidi, Mungu akitujalia, kamera ya kwa maslahi ya taifa na PPR itatia timu mpaka kule Simanjiro kuonyesha Watanzania Ole Sendeka amefanya nini katika hiyo miaka mitano kustahili kurudi tena. Tukiona hamna kitu, aa, tunamsogeza mzee pembeni akapumzike na ng'ombe wake. Na mwisho kabisa. Na, na, na hilo huko sahihi, mimi nataka nikwambie tu, kwa sababu uhalali wa chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa mwongozo wa mwaka moja nim kuendelea kuwa mtetezi wa kuaminika wa maslahi ya wanyonge wa nchi wa kulima na wafanyakazi. Kama wewe ni kiongozi uliyepewa dhamana, umekaa miaka mitano, huna cha kuonyesha, kimsingi ustahili hata kusubiri kuambiwa pisha. Unapaswa wewe mwenyewe upishe, kwa sababu huna cha kuonyesha na huna ulichokifanya kukidhi matarajio ya wapiga kura wa jimbo lenyewe. Mimi nilijua kabisa kwamba kanzu ya Ijumaa hufuliwa Alhamisi, kwa nilianza maandalizi ya kukidhi matarajio wananchi wangu pale tu nilipomaliza uchaguzi wa 2020 kuhakikisha kwamba nashughulika nao wakati wa shida zao, wakati wa changamoto zao, wakati wa raha zao najumuika nao. Ndio maana unaweza kukuta wakati mwingine, unaweza kunikuta naingia Dodoma, natoka kidogo kwenda Jimboni. Siwezi kukaa hapa kupokea posho tu alafu nikaacha, eh, Jimbo limekaa halina mbunge. Lazima mambo yanayohusu wananchi nijumuike nao ndio na, karibu na maswali yao. Swali lako jingine, na wapenzi watazamaji, hiki kilichokisema Ole Sendeka ni kizuri sana kwamba lazima ujiandae. Mimi natoa wito tu kwa nyinyi wabunge wa CCM ambao uko bahati mbaya au moja nzuri, hamna cha kuonyesha, mlifanya nini? Naomba msitafute visingizio na vijisababu sababu vya kuonewa huruma, kaeni pembeni, wapisheni vijana. Mungu awabariki, tuendelee. Kidumu chama cha mapinduzi! E, chama hiki tukiombee, kiendelee kutuongoza tena kwa miaka mingi. Ni chama kinachoaminika, ni chama pekee cha ukombozi katika bara la Afrika ambacho mpaka sasa hakijatikisika, akijaanza kutafuta ubia na chama chochote kingine. Sisi bado tunakubalika na tunakubalika, si kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu chama hiki kina, kinabadilika kulingana na mahitaji ya Watanzania na sisi tutajitahidi kukidhi matarajio ya Watanzania ili tuendelee kuongoza. Tunajua siri ya kuongoza ni kushughulikia matatizo ya wananchi, na vyama vingine viendelee kuja kujifunza kutoka kwetu. Lakini muundo wa CCM unaokwenda mpaka kwenye nyumba kumi ni sifa nyingine, ni siri nyingine ya mafanikio ya chama hiki kuendelea kuongoza, kwamba katika kila nyumba kumi yuko kiongozi wa shina, na ngazi ya shina inashughulika na mambo yale, ikiona kuna tatizo inapandisha kwenye vikao vya tawi, tawi kwenda kata, kata kwenda wilaya, wilaya kwenda mkoa, mkoa kwenda taifa. Na unapokuwa na uongozi wa juu wa kitaifa ambao ni sikivu na ambao unatega masikio ya kusikiliza Watanzania wanataka nini, una pua ya kunusa nini Watanzania, kuna harufu gani hapa. Leni chama hiki kikiendelea hivi, tunatakiwa kuongoza miaka mingine mia moja mia mbili ijayo. Mungu atubariki na ibariki Tanzania yeah. Wapenzi watazamaji, tunaendelea kuongea na wadau mbalimbali kwenye mkutano wa CCM, na hapa mbele yangu na mheshimiwa mbunge atajitambulisha jina, alafu atueleze kidogo tu vipi kuhusu mkutano. Hiki ni kipindi cha Vox Pop ya mkutano wa CCM. Jina langu naitwa Khadija Shabaan Taya, lakini wengi wananifahamu kwa jina la Keisha ambaye ni mbunge ambaye anawakilisha kundi la watu mahitaji maalum, na lakini mneki mstaafu, pamoja na mjumbe wa Kamati Kuu mstaafu. Na leo tuna shughuli yetu ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ni mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na ni mkutano ambao unaelezea ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020 2025, lakini pia tunaweza kuelezea pia 2025 2030, mambo gani ambayo chama imejipanga kuyatekeleza. Sasa hivi nyote mnafahamu kwamba ilani imetekelezwa zaidi ya asilimia mia moja, na sasa hivi tunavyoenda kujipanga katika ile kazi na utu, tunasonga mbele, tunasonga mbele kweli, na leo hii mtapata kuona mambo mengi sana ilani, lakini mabadiliko kidogo ya ya Chama cha Mapinduzi, yote hayo mtaenda kuyaona. Kwa hiyo kaeni mkao wa kula, endeleeni kukaa kwenye tv zenu, mnapewa ripoti ya kila jambo ambalo linalofanyika. Sisi hatuzungumzi mengi kwa sababu kazi zinafanyika. Hakuna eneo katika Tanzania hii, hakuna kata ambayo katika Tanzania hii haijapelekewa mradi, haijapelekewa mradi na serikali ya chama cha mapinduzi, ila serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wa Tanzania fanyeni maamuzi sahihi, angalieni mkutano wetu wa leo and then muone mambo gani ambayo yametekelezwa, nafikirieni mambo gani ambayo tena kutekelezwa chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni hayo tu kwa leo. Vox Pop unatoa kidogo tu maoni yako mawili matatu kwenye utekelezaji wa ilani. Nini siri ya simaz lakini kwa namna ya kipekee ni mshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujiamini sisi, bado ni vijana, lakini kupewa dhamana na ukiaminiwa kama kijana na nafasi ya kujituma zaidi, ili vijana wengine wa waendelee kuaminika kufanya wa wa vizuri, maanake natengeneza fursa kwa vijana wengine waendelee kuaminika. wa wai namuahidi Mheshimiwa Rais wanapata Watanzania huduma safi na salama nimepewa dhamana ya wizara ya maji miaka ya nyuma, wizara ya maji ilikuwa wizara ya kero na lawama, wizara yenye changamoto nyingi, fedha zinatolewa kikuta, mradi hauko. Niliwahi kwenda Handeni kuwa tunatekeza mradi wa bwawa zaidi ya milioni mia sita zimekwenda lakini, naangalia pale, hakuna bwawa, hakuna utekelezaji. Namuuliza mhandisi, namuuliza mkandarasi, kunakuwa na ubamaishaji sasa. Unapopewa dhamana, maanake unatakiwa usimamie uwajibikaji. Tumechukua hatua. Nashukuru, kwa kipindi chote ambacho nimekaa katika wizara ya maji, sasa hii wizara tumetransform kupitia jitihada na sapoti kubwa za Mheshimiwa Rais, tumetoka asilimia ambayo asilimia aiaalum o tunazungumzia

unalipi labda la kuongea kuhusu eh, matumaini na ilani ijayo? Ah, sina mashaka, utoshe tu kusema Daktari Samia Suluhu Hassan ndio suluhu ya matatizo ya Tanzania. Na kiukweli wapenzi watazamaji, lazima tukubali, japo serikali na mawaziri wengi, mawaziri binadamu, watufanani, miongoni mwa watu ambao wameiheshimisha wa awamu ya sita ni mheshimiwa Aweso na kupongezana. Tunatamani sisi watu wa PPR siku moja tukaribishwe pale jimboni kwake kaonyesha ile maendeleo yake kabla hatujaenda ile Oktoba. Wapenzi watazamaji, mnaweza e, mkaona e, msafara sasa unatoka una e, hii ndio jeuri ya sisi. Naweza ukaona mambo yalivyo e, kwa kweli mambo panapendeza hapa ndani, pendeza kabisa hapa ndani. Hizo gari mbili hapo ni limousine moja, ndiyo gari ya mwenyekiti wa CCM taifa, e, Dkt Samia Suluhu Hassan. Na kufikia hapa tumefikia mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Mkutano Mkuu Maalum wa CCM nje ya mkutano. Kwa niaba ya chief cameraman producer e, na editor Emmanuel Mwingira, msaidizi wangu maalum Nelly Matei. Naitwa Pascal Mayalla. Asanteni. Sina uhuru sasa, vyombo vya habari sote, kesi za uonevu kafutilia mbali, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari, ya Mama Samia inang'ara.